E, kwa majina naitwa Ahmad Jobenyo ni katibu wa mashabiki Azam FC Tanzania. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa mashabiki wote wale ambao tuliweza kuungana moja kwa moja bega kwa bega kuhakikisha tunafanya hamasa ile kwa kubwa sana kuelekea mchezo wetu wa kesho wa tarehe 28 zidi ya El Merriekh, e, kuhakikisha El Merriekh hapa hawawezi kutoka na uwanja e, unakuwa full house. Tumefanya jogging asubuhi kuanzia saa kumi na mbili mpaka mida hii saa 2 ndio tumemaliza. Yote hii ni kuelekea hamasa, yote hii ni hamasa kuelekea kwenye mchezo wetu wa hapo kesho zidi ya El Merriekh ya Sudan. Tunawakaribisha mashabiki mashabiki wote waliokuwepo maeneo ya karibu na hata wale ambao wapo Chamazi, wasikose kufika kesho. Mchezo mzuri kabisa utachezwa pale majira saa kumi na moja jioni dhidi ya El Merriekh, ni mchezo wa marudiano. Kwa hiyo hii ni hamasa kuelekea kwenye mchezo huo, karibuni sana na yule msudani anakuja hapa, tukishamgonga tunampeleka tandika hapa, maana sudani na tandika zote lizotemeke hizo kwao. Niwaambie wapenzi wote wa mpira, mashabiki wa Azam FC mjitokeze kwa wingi sana, muje kuujaza uwanja mpendeze na jezi bora za Azam FC. Eh, wote tung'ae tupendeze leo. Hii ni hamasa yetu ya siku ya tatu kuelekea katika mchezo wetu wa marudiano ya Kombe la Shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wote wa Azam FC waliepo maeneo yote, tunakaribisha sana katika uwanja wa Azam, tuje kwa pamoja tuisapoti timu yetu tujumuike kwa pamoja. Hakikisha usije peke yako, njoo na jirani yako, tuje tujaze uwanja wa Azam. Azam ni yetu, furaha yetu. Hakikisha usije peke yako, njoo na mwenzako. Azam ni yetu, njoo wote tu furahi kwa pamoja. Msudani, Jumapili kesho, hatoki hakikisha ukosi